Namna bila shaka, mtazamaji, habari ambayo imefika hivi sasa katika chumba chetu cha habari, ni kuhusiana na kifo cha Pope Francis ambaye amefariki asubuhi ya leo. Ni kwamba kiongozi wa kanisa Katoliki, Papa Francis ameaga dunia akiwa na umri wa miaka themanini na minane. Hii ni kulingana na taarifa kutoka makao makuu ya kanisa hilo, The Vatican. Papa alikata roho asubuhi ya Jumatatu ya Pasaka. Ni majuzi tu alipona maradhi makali ya pneumonia ambayo yalimsanza hospitalini kwa majuma mengi. Jumapili alishiriki ibada ya Jumapili ya Pasaka, ambapo alitumia fursa hiyo kuhubiri amani na upendo miongoni mwa binadamu na mtazamaji ni kwamba tu Papa Francis amefariki dunia akiwa na umri wa miaka themanini na minane ni habari ya kuhuzunisha ambayo imefika hivi sasa katika chumba chetu cha habari kwamba Papa Francis amefariki dunia